Ugumu people! Yeah. Nimefurahi sana. Nianze na jambo lililotokea ni leo. Tumefanya uchaguzi wa ndani ya chama chetu tarehe 21 mwezi wa kwanza. Mimi na Lisu tumechaguliwa kuongoza chama hiki. Lisu akachaguliwa kuwa mwenyekiti na mimi nikachaguliwa kuwa makamu mwenyekiti. Tumefanya uteuzi wa viongozi ambao tunaamini watafanya kazi na sisi ya kubadilisha maisha ya Watanzania na kuondoka kwenye mchezo kufanya siasa za kuchukua nchi hii na kubadilisha maisha yenu. Tumeteua wakurugenzi, tumeteua wajumbe wa kamati kuu na tumeteua makatibu wakuu na katibu mkuu. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wa chama chetu, mtu anayetakiwa kuteua katibu mkuu na kuidhinishwa na, kati, na, na kuwa katibu mkuu ni mwenyekiti wa chama, na vikao vya chama chetu ndivyo vinavyopaswa kuidhinisha mtu huyu. Kama kuna makosa yamefanyika, au kuna mtu yoyote ana malalamiko malalamiko hayo katiba yetu inasema yanakwenda kwenye kikao cha ngazi ya juu zaidi, ndipo anapokata rufaa. Kama baraza kuu limekosewa, unalalamika kwenye mkutano mkuu. Sasa nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia na wote anaowatumia kujaribu kuhujumu chama chetu, njama ya kwanza ni hii Waliofanya ya pili, wamemkamata mwenyekiti wetu, wamempa kesi ya uhaini, wakitegemea kwamba tutakaa nyumbani tulie. Walipomweka ndani, tulipokutana kwenye kikao, nikawaambia watu, hakuna kukaa ndani na kulia, tunaendelea kuwachakaza kama vile mwenyekiti angekuwa bar barabarani. Kwa hiyo Lissu yuko gerezani, mimi niko barabarani Mnika yuko barabarani. Tumewagonga vibaya sana na tutawagonga vibaya sana. Tulikuwa mkoa wa Geita, tumeenda Shinyanga, tumeenda eh, Kagera, na jana tulikuwa Mwanza na nyiye mmeona watu wengi kama mchanga, wanachukua, wamechukua baadhi ya watu tuliokuwa nao wamewapa fedha kwamba wajifanye wanajitoa kwenye Chadema. Sasa hiyo Chadema unayojitoa, wananchi ndio hawa hapa <laughs> <laughs> wengo kweli, iyo nayo imeshindikana. sawa sawa. Sasa ya mwisho ndio hili kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu wa chama chetu, hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakuambia msajili wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu. Huna hey! uwezo wa kututeulia nani awe katibu mkuu cha wa chama chetu. Tunaelewana vizuri. Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti, kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Sisi Chadema hatutabadilisha chochote kati ya yale tuliyoyafanya kwa maelekezo ya msajili. Tumemaliza, tumefunga. Akitaka aifute hiki chama kama na uwezo huo sawa sawa. Serengeti ndiye mnasemaje? Ndiye mnasemaje? Wangapi naunga mkono msimamo wa chama, nyosha mkono tua. Sasa wewe, jaji Mtungi, kama una nguvu ifute Chadema. Sawa sawa Usitake kutupiga mkwara sisi, totokoabagekonehayi tunaelewa. Ni vizuri, tumezaliwa mara moja, tutakufa mara moja. Nani anatutisha? Alikuwepo Magufuli, alikuwa napita mpaka majani yanatetemeka. Ameondoka, dunia hii imeisha, sipo. Acheni ujinga wenu bana.